Jakaya Mrisho Kikwete akutana na rais wa Burkina Faso Kaptaini Ibrahim Traore. Mjumbe maalum wa Raisi Dr Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete amehitimisha ziara yake ya kukutana na rais wa Burkina Faso, Mheshimiwa Kapteni Ibrahim Traore. Mkutano huo ulifanyika jijini Ugadugu Aprili 17, 2025 na kuhudhuriwa na maafisa waandamizi kutoka Serikali zote mbili. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Dkt. Kikwete alieleza shukrani zake kwa kupata fursa ya kukutana na Captain Traore na kumkabidhi ujumbe maalum wa Rais Samia. Rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe maalum kwako na nimefurahi umenipa fursa hiyo na leo umeupokea rasmi, alisema Dkt. Kikwete. Dkt. Kikwete aliwasilisha pia salamu za Rais Samia kuhusu umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina ya nchi za Afrika, hususan kubadilisha uzoefu ili kwa pamoja Afrika iweze kuendeleza rasilimali zake kwa faida ya watu wa bara lao. Kupata habari zingine nyingi na update mbalimbali mbali, tafadhali subscribe katika chaneli yetu.